Nimekuwa kwenye ziara ya kutembelea na kukagua miradi yote iliyotekelezwa ndani ya kata ya Wazo kwa kipindi cha miaka mitano elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na tano. Katika ziara hii nimeambatana na viongozi wangu wa kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi ndani ya kata, lakini pia na mabalozi na viongozi wa kamati za siasa za matawi yetu yote wakikagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na tano lakini pia nimeambatana na wenye viti wote wa serikali za mitaa nane, pamoja na viongozi wa umoja wa kamati au umoja wa amani wa viongozi wetu wa madhehebu mbalimbali ya dini ndani ya kata ya Wazo, mashehe, wachungaji, ili nao waweze kuona nini ambacho kimefanyika ndani ya kata ya Wazo chini ya uongozi imara wa jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama ambavyo tumeona, kata ya Wazo, yamefanyika mambo makubwa na mapinduzi.